Mambo vipi mtazamaji, karibu sana kwenye political science. Kama kawaida, mimi naitwa Victor Madah. Hii ni sehemu ambayo tuna discuss mambo yote ambayo yanajiri ya eh, kisiasa za kimataifa na sehemu zingine ulimwenguni huko. Sasa um, leo kuna taarifa ambayo nimeipata nikasema ngoja ni share na wewe ni kueleze nini ambacho kinaendelea kati eh, ya mgogoro wa uh, Irani na Marekani. Tunafahamu huu um, mgogoro umechukua karibu takribani wiki mbili hapo, tulikuwa tum, tumeshuhudia mambo tofauti tofauti kama maandamano ambayo yalikuwa yakiendelea nchini uh, Irani na sasa hivi taarifa nzuri ambazo zinaelezwa zine, kutokea huko Irani ni kwamba uh, Marekani imeanza kuondoa uh, meli zake za kivita ambazo zilikuwa zimesogezwa huko eh, katika uh, ukanda huko ambako inapatikana Irani, na ilikuwa ni meli ambazo hapo watu tulimsikia Donald Trump akizungumza kwamba ni meli ambazo ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko vile ambazo zilikuwa zimeenda eh, kumteka aliyekuwa uh, raisi wa Venezuela, Nicolas Maduro. Sasa Uh, good news ama habari nzuri ni kwamba uh, Marekani imeanza kusitisha mpango wake wa kuishambulia uh, Irani, na tulishuhudia jana rais uh, wa Irani alizungumza kwamba uh, wanapanga mpango wa kwenda kuendeleza mazungumzo uh, dhidi ya uh, Marekani na wawakilishi wao, na tuliona namna gani ambavyo wapatanishi wa kikanda ambao walikuwa wakishughulikia eh, hilo swala kwamba inaelekea vizuri. Hii ni taarifa nzuri. Ukiangalia eh, watu wengi walikuwa wakitazama madhara ambayo ingepatikana endapo vita hii ingetokea. Watu wengi walikuwa wanazungumza namna gani ambavyo bei ya mafuta ingepanda na ukiangalia pia eh, kwa upande mwingine hasa ukitazama eh, Irani ilivyo na umuhimu zaidi katika mafuta biashara na nanamna ambavyo ilivyo na Irani pia ilisema kwamba endapo Marekani ingeshambulia na wao pia wangeshambulia maslahi ambayo Marekani iko nayo katika uh, mashariki ya kati. Tunafahamu namna ambavyo Marekani na kambi zake Katar eh, Saudi Arabia na sehemu zingine kama Israel pia pia pia kule ambako wana uhusiano mzuri ambao pia unaendelea. Kwa hiyo pia maslahi ya Marekani lazima Irani ingeajibu namna na gani ambavyo ilikuwa ni vita ambayo ingehusisha e, ukanda mzima. Kwa hiyo ili kwa wakati mwingine, mataifa amekuwa akiangalia namna gani ambavyo hasara na faida, kama una vita ambavyo ingeleta hasara kubwa, lazima kidogo eh, kwa sasa hivi masuala ya kiuchumi kiyatazama ambayo yanaendelea katika mataifa mengi, wanaona kuna haja ambayo wasitishe vita, mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini hii um, sio kwamba ndo imefika tamati, lakini dalili ambazo zinaonekana ni kwamba vita hii inaweza sitokee kutokana uh, na mazungumzo ambayo yameendelea kutolewa, kwa maana ya ripoti, inaweza vita sitokee kwa asilimia kubwa zaidi, inaweza nikasema kwa asilimia 80, uh, kwa kipindi hiki vita kati ya Marekani na na, na, na, na Irani inawezekana asilimia chache sana za kutokea, lakini kwa upande mwingine uh, kuna taarifa ambayo nimeipata ambayo uh, inaeleza kwamba uh, tunafahamu taarifa ya Jeffrey uh, Epstein ambavyo ime kuja na mambo mengi mengi mengi sana, na hapa nataka nigusie kwa uchache, ambapo kuna mambo matano makubwa ambayo yamefichuliwa eh, kutoka kwenye mamilioni ya faili za huyu eh, Jeffrey Epstein. Huyu ni marehemu ambaye eh, alifariki miaka kadhaa nyuma ambayo imepita. Wizara ya Sheria ya Marekani imetoa mamilioni ya faili mpya zinazohusiana na marehemu Jeffrey Epstein ikionyesha idadi kubwa zaidi ya nyaraka zilizotolewa na serikali ya sheria ilipoamuru kutolewa kwake mwaka jana. Kurasa milioni tatu, picha laki moja na themanini, na video elfu mbili zilizochapishwa Ijumaa. Ufichuzi huo unakuja wiki sita baada ya rais Donald Trump kuamuru kwamba nyaraka zote zinazohusiana na, na Epstein zitolewe kwa umma na kutolewa kwa leo kuna ashiria ya mwisho wa mchakato kamili wa kutambua na kupitia nyaraka ili kuhakikisha uwazi wa kufuata sheria kwa watu wa Marekani, alisema Mwanasheria Mkuu Msaidizi Todd Blanche. Nyaraka hizo zinajumuisha maelezo kuhusu muda wa Jeffrey Epstein gerezani, ikiwa ni pamoja na ripoti ya kisaikolojia na kifo chake akiwa gerezani, pamoja na rekodi kutoka kwa uchunguzi wa uh, Maxwell, mshirika wa Epstein, ambaye alihukumiwa kwa kumsaidia kusafirisha wasichana walio na umri mdogo. Na tunafahamu namna gani ambavyo eh, uh, ma mambo yake pia zinajumuisha barua pepe kati ya Epstein na watu mashuhuri. Na barua pepe ya nyaraka nyingine zinaanzia zaidi ya mwongo mmoja, zikianzia uhusiano wa Epstein wakati wa matatizo yake ya kisheria, na alihukumiwa mwaka elfu mbili na nane huko Florida kwa kuomba ngono kutoka kwa wasichana wa miaka 14 baada ya kufika eh, makubaliano yenye utata. Tunafahamu namna gani ambavyo, uh, Jeffrey Epstein kulikuwa na kisiwa huko ambako inatajwa kuna viongozi wengi sana ambao wa Marekani walikuwa kienda hiyo sehemu na kuweza kushiriki eh, ngono na watoto ambao inatajwa ni wadogo ambao na miaka 14 na kuwengine ulawiti na mambo mengine mengi ambayo, uh, taarifa hii hii ama dokumentali hii ya Jeffrey Epstein imefichua haya mambo na kwa upande mwingine pia uh, hatimaye Clinton, uh, rais wa zamani wa Marekani, eh, familia yake kutoa ushahidi uchunguzi wa Epstein. Rais wa zamani wa Marekani Bill Clinton amekubali kujitokeza mbele ya bunge kutoa ushahidi kwenye uchunguzi wa mharifu wa ngono na ubakaji Jeffrey Epstein. na ukiangalia hapa kuna picha ambayo imewekwa na BBC na maelezo yenyewe yanasema kwamba makubaliano hayo yalifikiwa ya usiku wa Jumatatu Februari mbili yalikuja wakati mwenyekiti wa kamati ya uchunguzi wa bunge James Kama akitayarisha hati ya ma mashtaka ya uhalifu dhidi ya wawili hao kwa kukaidi kwao wito wa bunge. Na mawakili ma ma wa Clinton waliharifu kamati hiyo kupitia barua pepe kwamba wateja wao walikuwa tayari kufikia makubaliano juu ya tarehe za kutoa ushahidi. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa wakati, kwa kamati hiyo kumwita rais wa zamani uh, kwenye uchunguzi ambao kama ikimtia hatiani uh, unaweza kuwa uh, kesi yenye kifungo gerezani. Clinton alikuwa na uhusiano mkubwa na Epstein katika miaka ya 1990 na uh, miaka 2000 licha ya kwamba hajawahi kushtakiwa kwa kosa lolote kwenye mahusiano hayo. Sasa uh, kikweli mambo ni mengi sana kutokana na hii ripoti , lakini endelea kuwa pamoja na sisi ili tuweze kukuletea taarifa eh, tofauti tofauti ambazo zinahusiana na masuala ya kisiasa na kijamii pia katika ulimwengu mzima. Mi naitwa Victor Madaha, ilikuwa ni na political science. Asante.